Habari, naitwa Kimwana Urembo, karibu darasani kwetu. Leo darasa la leo tutafundisha namna ya kutinda nyusi vizuri, namna ya kuchora wanja uonekane wanja msafi, manake watu wengi wanafanya makeup unakuta ni nzuri, lakini wanja uko rafu sana kwao. Leo tutaanza na step ya kwanza, ni namna ya kutinda nyusi zetu. Tutatinda nyusi zetu kwa namna hii. Unaangalia usije ukamkata mteja wako, unamtinda kwa umakini mkubwa sana kwa sababu hiki ni kiwembe na uso unakuwa ni softi sana. Kwa hiyo tunatinda kama hivi, unakuwa unazichana hivi, ninavyochana ni kupata usahihi mzuri wa nyusi. Usiogope kumgeuza mteja wako kama hivi, ili uangalie ni nyusi gani ambazo hazitakiwi kuwepo, unazipunguza kama hivi. Hivyo hivyo katika jicho jingine, unatinda kama hivi nyusi za mteja wako kwa uangalifu mkubwa sana, jamani, kwa sababu hiki ni kiwembe na hii ni ngozi ya mtu, kwa hiyo umakini unahitajika. Tunatenda kama hivi nyusi zetu. Uh, sawa, unaona kama hivi. Step inayofuata ni kupaka gel katika nyusi zetu ili tuweze kupaka wanja vizuri sasa sawa tunapaka gel hii. Gel jamani, inapatikana kwetu pia Kimwanaurembo kwa bei rafiki kabisa. Vifaa vyote navyotumia hapa vinapatikana Kimwanaurembo. Kwa hiyo ukihitaji gel hii nipigie 0652 740078. Ukipaka gel kama hivi, unaona nyusi zetu ambavyo zinakuwa nyusi zinakuwa zimelala kabisa. Hii inakupa uwiano mzuri sana wa kuchora wanja wako vizuri na ukaonekana vizuri. Hatua inayofuata ni nyusi zako, lazima uziwekee poda kidogo ili ili kufifisha hii gel, maanake gel na mtindo wa kung'aa hivyo basi, lazima unaweka poda kidogo. Na hii poda unayoweka, hauweki poda tu ili mradi poda, hapana. Unaweka poda yenye rangi kidogo ilo fifia, inayoendana na rangi ya wanja wako utakaomchora. Wanja tunaotumia ni wanja wa brown. Wanja pia unapatikana kimwana urembo. Sasa step inaofata ni hii, muhimu sana ambao unatakiwa uwe nayo makini sana ni step ya wanja. Wanja tukianza kuchora, tunaanza na frame. Kwenye kuchora frame kuna uhitaji umakini, lazima uhakikishe frame yako imenyooka na inaonekana vizuri, vinginevyo ndo unakuta kwamba mtu amepaka wanja wake, makeup yake vizuri, lakini wanja umepinda pinda. Kwa stepu muhimu ni hii hapa ya kuchora frame. Unatakiwa kuchora frame yako kwa uangalizi mkubwa sana na usiogope kurudia, yaani ukiona frame hai au uielewi rudia, hicho ni kitu cha kawaida tu. Usiseme sijui mteja atanionaje? Hapana, unachora vizuri frame, ili hata mteja wako akitoka hapo anafurahi kwa kazi uliofanya. So unakuta ile mtu ametoka kupakwa makeup lakini anaingia chooni anafuta kwa sababu ya kosa dogo tu la wanja. Kwa hiyo hapa tunachora frame, unahamia, unaamia jicho la pili pia hivyo hivyo, unachora frame yako vizuri kabisa kwa umakini kama hivi. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni kujaza wanja wako. Nikisema kujaza, ina maana ni kwenye hizi sehemu ambazo za ndani ya nyusi. Na kujaza wanja sio ndo unaujaza, kwamba unaujaza sana, hapana. Kuna namna ya kujaza kama hivi ambavyo unafanya, ili mradi tu wanja uonekane uwe na shepu nzuri, kama hivi ambavyo unajaza hapa mbele Hapatakiwi kuwa na wanja mwingi, ndio maana umeona wakati mimi nimeanza kuchora sikuanzia hapa mbele kabisa, nimeanzia hapa kidogo, kwa sababu mbele hua, hapa mbele huwa hapatakiwi kujaa wanja. Hapa mbele unachofanya ni kama hiki, kuchana tu hivi kidogo wanja wako ili uonekane natural, mtu asione kabisa kwamba huu wanja umechorwa.